Siku njema kila mtu, ningependa kuwakaribisha tena katika idhaa ya ukweli. Siku ya leo, ningependa kuongea kuhusu usomaji wa Biblia. Swali la leo ni je, usomaji wa Biblia unaweza kuniongoza kuipata imani ya ukweli? Hebu tuulize Biblia. Kulingana na Biblia, katika kitabu cha Isaya sura ya thelathini na nne aya ya 16 inasema: Angalieni katika kitabu cha Bwana na msome, hakuna hata mmoja katika hawa atakayekosekana, hakuna hata mmoja atakayemkosa mwenzi wake, kwa kuwa ni kinywa chake Mungu kimeagiza, na Roho wake atawakusanya pamoja. Kulingana na kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo sura ya 3 aya ya 15 inasema na jinsi ambavyo tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yanaweza kukuhekimisha upate wokovu kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Kwa hivyo bibilia inatuagiza au bibilia inatuambia uh, kupata hekima ya Mungu ni lazima tusome uh, maandiko na hekima ya Mungu. Je, tunawezaje kupata hekima ya Mungu? Hekima ya Mungu huipati kwa kwenda shule au kumaanisha, sio kwa sababu umekwenda kwenye chuo kikuu cha uh, teolojia unaweza kukua na hekima ya kusoma uh, maneno au maandiko katika Biblia. Maandiko katika Biblia yanatoka kwa Mungu na, ku, na ufahamu na hekima inatoka pia kwa Mungu. Hebu tusome kitabu cha Mithali sura ya pili aya ya sita, inasema: kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Kinywani mwa Bwana hutoka maarifa na ufahamu. Kwa hivyo si lazima tuhitimu uh, cheti cha teolojia au si lazima tu, tuhudhurie shule au kuwa watu maalum katika jamii. Sio lazima tupate haya ili tuweze kuwa na hekima uh, ya Bwana. Hekima ya Bwana hutoka kwa Bwana na je, ni nani anaweza kupata hekima ya Bwana? Hebu tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi aya ya thelathini na nne hadi thelathini na tano inasema: Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchae na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Kwa hivyo mtu ambaye anapata hekima kutoka kwa Mungu ni mtu yeyote, kwa maana Mungu hana upendeleo. Kwa hivyo inamaanisha uwe maskini, uwe tajiri, uwe na elimu, usiwe na elimu, mtu yeyote ambaye atamcha Bwana ndiye atakayepata hekima. Na kumcha Bwana ni hebu tusome kitabu cha Methali sura ya tisa aya ya kumi inasema kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kwa hivyo kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima na kumcha Bwana ni kufanya nini kulingana na bibilia? Hebu tusome kitabu cha mhubiri sura ya 12 aya ya 13: hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mche mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa hivyo kumcha Mungu ni kuzishika amri zake. Sasa ningependa kuwakaribisha mtege masikio yenu na mweze kusikia majibu au jibu la swali hili kulingana na bibilia, hebu sikilizeni. Uh, my question is, I am quite confused. as swali langu ni nimechanganyikiwa kabisa katika jinsi imenipasa kuwa na imani. Nini lazima nifanye ili kuwa na imani ya kweli Je, usomaji bibilia unaweza kuniongoza kupata imani? Ninajua lazima niwe na imani, lakini ni jinsi gani nitajua kwamba ninayo? Asante kaka Eli. Kusoma bibilia inaweza kutuongoza kwa imani ya ukweli, lakini unaweza kuona, si watu wote wana nasibu ya kusoma bibilia na kuelewa. Ingawa watu wote wanaweza kusoma bibilia, si watu wote wanaweza kuelewa bibilia. Kwa sababu kuelewa unachokisoma ni zawadi kutoka kwa Mungu. ni zawadi kutoka kwa Mungu. hebu tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya nane. Roho Mtakatifu akamwambia Filipo, nenda kwenye lile gari ukae karibu na ushikamane nalo. ndipo Filipo akakimbilia na kumsikia yule mtu anasoma kitabu cha nabii Isaya. Filipo akamuuliza Je, yanakuelea hayo usemayo? Yule toashi akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponifafanulia? Hivyo akamkaribisha Filipo ili apande na kuketi pamoja naye. Huyu toashi alikuwa anasoma fungu hili la maandiko, aliongozwa kama kondoo aendaye machinjoni, kama mwanakondoo anyamazavyo mbele yake yeye ak ak akamtaye manyoya, hivyo hakukifungua kinywa chake katika kufedheheshwa kwake alinyimwa haki yake. Nani awezaye kueleza juu ya kizazi chake? Kwa maana maisha yake yameondolewa kutoka duniani. Yule toashi akamuuliza Filipo, tafadhali niambie nabii huyu anena kwa habari zake mwenyewe au habari za mtu mwingine? Ndipo Filipo akaanza kutumia fungu lile la maandiko, akamweleza habari njema za Yesu. Unaona Unaona hayo. Wakati towashi ambaye alikuja Yerusalemu kuabudu na alikuwa njiani akirudi Ethiopia, kwa sababu alikuwa mwenye mamlaka juu ya hazina zote za malkia wa Ethiopia, na yeye alikuwa katika safari yake kurudi Ethiopia, wakati Roho Mtakatifu alimwambia Filipo kwenda kwenye gari na kuwa na towashi na wakati alikimbia kuwa pamoja naye, alimsikia akisoma maandiko ya nabii Isaya. Unaona, toashi alikuwa akisoma kwa sauti kubwa, kwa mdomo. hakuwa akisoma Uh, kwa moyo, si kusoma kimya. Unaweza kuona kwamba labda huyo toashi ana nia ya pia kuruhusu watu wengine katika gari kwa sababu dereva wa gari au yeyote yule ambaye anaweza kuwa, wanaweza pia kusikia yale aliyokuwa akisoma kutoka kitabu cha nabii Isaya. Na Filipo alikimbia, na alivyokaribia karibu na towashi alisikia, kumaanisha kwamba usomaji ulikuwa kwa sauti. Na Filipo alimuuliza towashi Je, unaelewa kile unachosoma? Na huyo towashi akasema, nitawezaje kuelewa mtu asiponifafanulia? Unaona, imani ya towashi ilikuwa ya haki. Huwezi kusoma tu, ni uzoefu kutoka moyoni. Alikuwa akisoma lakini yeye hakuelewa kile alichokuwa akisoma, mpaka wakati Filipo mhubiri alipokuja kumwelezea kwamba huyo kondoo alikuwa Yesu. Unaona, kwa hivyo, swali ni je, usomaji wa Biblia unaweza kuniongoza kwa imani ya kweli? Ndiyo, kama utaelewa kile unachosoma. Lakini swali ni sio tu, si wote wale ambao husoma Biblia huelewa kile wanachosoma. Hebu tusome katika kitabu cha Marko sura ya 4 aya ya 11 hadi 12, inasema Naye akawaambia, ninyi mmepewa kujua siri ya ufalme wa Mungu, lakini kwa wale walioko nje kila kitu husemwa kwao kwa mifano, ili daima waone lakini wasitambue, daima wasikie lakini wasielewe, wasije wakageuka wakatubu na kusamehewa. Unaona Daima waone lakini wasitambue, daima wasikie lakini wasielewe. Kwa hivyo kuna wale ambao wanaweza kusoma bibilia lakini hawaelewi, hawawezi kuelewa kikamilifu nini bibilia inasema. Hiyo ndiyo sababu kuna ahadi kwamba ufahamu utakuja kwa wale ambao watatii mapenzi ya Mungu, kaka Jose. Si kila mtu ambaye atasoma biblia ataelewa, au si kila mtu ambaye atasikia maneno ya mungu katika bibilia ataelewa. Hata kama utasoma kwa sauti kubwa, lakini hakuna mtu atakayekuongoza, huwezi kuelewa. Hebu tusome katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kumi na sita aya ya kumi na nne inasema: mmoja wa wale wanawake waliotusikiliza aliitwa Lidia, mfanyabiashara wa nguo za zambarao, mwenyeji wa mji wa Theatira, aliyekuwa mcha Mungu. Bwana akaufungua moyo wake, akaupokea ujumbe wa Paulo. Lidia akisikiliza maneno ya Mungu inayohubiriwa na Mtume Paulo alihitaji Mungu kuingilia kati kufungua moyo wake ili aweze kuelewa yale ambayo mtume Paulo alikuwa akisema. Kama kwa kusikiliza mtume Paulo ana kwa ana, unahitaji Mungu kuingilia kati kuelewa kile anachosema, zaidi una haja ya Mungu kuingilia kati wakati unaposoma Injili ya mtume Paulo kwa sababu kama utamsikiliza akihubiri ana kwa ana kama Lidia, bila mungu kuingilia kati, Lidia hawezi kuelewa kile anachokisema ana kwa ana. Zaidi huwezi kuelewa wakati unapoisoma tu. Hiyo ndiyo pointi yangu hapo, kaka Jose. Ndiyo kaka Eli, na kwa kweli imekuwa na uzoefu wa wengi wetu sayari. Nakumbuka kwa sababu tumesoma aya hii na kuna mtu Ha, amekuja akilini mwangu Kakaeli. Ni dada Hulita Paunan alikuwa mkuu wa chuo kikuu katika mji wa Kalookan wakati huo, akawa mwanachama wa kanisa na yeye hakudhihirisha kwamba alikuwa mkuu wa shule hiyo. Baadaye tulimuuliza kwa nini hu kutuambia kwamba yeye alikuwa mwalimu mkuu wa shule kisha, akasema Kakaeli, nilikuwa na aibu mwenyewe kwa sababu unaona nimesoma Biblia kutoka ufuniko hadi ufuniko, si tu mara moja, si tu mara mbili, lakini mimi nadhani mara tatu au nne tayari. Lakini si mpaka nilipomsikiza kakaeli kwamba niliweza kuelewa mambo ambayo nilisoma. Kwa hivyo hii imekuja akilini mwangu tulipokuwa tukisoma aya hii kuhusu Lydia. Hakika si kwa sababu unaweza kusoma au kwa mfano wewe ni mtu mwenye akili kwamba unaweza tayari kuelewa kile unachosoma Hapana, ni suala la kuwa na mtu ambaye kwa kweli ametumwa na Mungu ambaye anaweza kukusaidia na kukuambia nini hii na nini ile, anaweza kuwa, na... anaweza kuwa na wewe kukuambia nini una, unapaswa kuelewa na kuwa na imani ambayo kwa kweli ni imani ya kweli na ninaamini inatoka kwa Mungu. Ni zawadi kutoka kwa Mungu, kuelewa maandiko ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mawazo ya Mungu ni nimesahau istilahi katika Kiingereza, lakini umeshaona yai ndiyo kakaeli. Umeona tabaka ya yai, ganda ya yai, ndiyo zaidi ya ganda lake, kuna tabaka nyingine ya yai, ni filamenti nyembamba mbamba sana, pale ambapo mishipa ya damu ya kifaranga huendeleza, na neno ni pamiabo, ndio hiyo neno. Sababu ya kwamba unaweza kufanya mayai ya chumvi ni kwa sababu chumvi na maji inaweza kupenya ndani ya yai. Mawazo ya Mungu ni kitu ambacho huwezi kuingia ndani Mawazo ya Mungu na akili ni kitu ambacho huwezi kupenya ndani. Mawazo ya Mungu huwezi kupenya katika kina yake, kama tu vile Isaya alivyosema katika kitabu cha Isaya 55 aya ya 8 hadi ya tisa, inasema kwa kuwa mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kama vile mbingu zilivyo juu kuliko dunia ndivyo njia zangu zilivyo juu kuliko njia zenu na mawazo yangu kuliko mawazo yenu.